Ye yeah. Hii ni 101 na Karim TV e bana, unafahamu nini na historia ya barabara ambazo zina muda mrefu sana ulimwenguni e bana? Na hii ni orodha ya barabara zenye historia ya muda mrefu kushinda zote ulimwenguni e bana. Ya kwanza ni Giza iliyopo Egypt. Hii ni barabara inayojumuisha kwenye orodha ya barabara za zamani sana wa mtindo wake wa matofari ya kupangwa, yaani paving ilikuwa ikitumika zaidi ya miaka elfu nne. Barabara hii inachukua zaidi ya kilomita kumi na mbili, ambayo inaunganisha kati ya mji wa Cairo na ziwa Moeris, ambayo inakutanisha mpaka mto Nile. Wakandarasi wa enzi hizo ambao ni mababu kwa mababu walitumia barabara hiyo kusafilishia mawe makubwa ambayo yalitumika kutengenezea pyramid ya Giza. Kwa sasa alama ndogo za barabara zimebaki, lakini historia yake ni imara zaidi. Barabara namba 2 ni Nakasendo Highway iliyopo Japan. Nakasendo Highway ni barabara iliyojengwa nchini Japani kwenye tarehe za karne ya 17 ingawa inatajwa kuwa imejengwa miaka ya nyuma zaidi iliyopita. Inapitia kati ya Kyoto na Edo ambayo ina urefu wa maili mia tatu na kumi. Barabara hii ilitumika kutembea kwa miguu na farasi, kwa sababu magari yalikuwa hakuna kwa wakati huo, ila kwa miaka ya sasa watu bado wanaitumia barabara hii kama sehemu ya utalii, kujifunza mambo yaliyokuwa yanaendelea kwa wakati wa nyuma. Barabara namba tatu ni Silk Road iliyopo kati ya Roma na China, moja ya barabara maarufu na inayofanya kazi mpaka sasa. Kwa njia ya mkato kwa wafanyabiashara ni hii inayoitwa Silk Trade Routes ambayo inaunganisha kati ya Roma na magharibi mpaka Shanghai ambayo kwa sasa inaitwa Xiang China kwa mashariki ilikuwa ni miaka ya mia mbili kabla ya kuja kwa Kristo, na ilikuwa imekumbwa na mzunguko mkubwa wa wafanyabiashara kwenye karne na karne, wakibeba vitambaa vya mtelezo yaani silki, bidhaa, mawazo, dini pamoja na teknolojia pamoja na huu mtandao kupitia hii njia, lakini mpaka sasa hii barabara inatumika vile vile, tangia karne za nyuma sana, sana, Asia ya Kati na mipaka ya nchi tofauti. Na barabara namba nne ni Ridgeway iliyopo UK. Ridgeway ni moja ya barabara za zamani za Uingereza. Barabara hii ina zaidi ya miaka 5000 ambayo ilitumika kwa wafanyabiashara, wasafiri na watu wa dini ama mazingaombwe wakitembea kuelekea sehemu za juu kutoka kusini kwenda magharibi mpaka mashariki ya Uingereza. Kwa sasa, hii barabara inalindwa na inatumika zaidi kwa kutembea, maana imeacha alama ya mababu kwa mababu zao kuliko kutumika kama barabara yao kuu. Barabara namba tano ni Yuen Tsuen iliyopo huko Hong Kong. Barabara hii imeunganisha Yuen Long na Tsuen Wan huko Hong Kong kwa karne sasa. Mwanzoni barabara hii ilikuwa ni njia ngumu kupitika, ambayo ilitumika haswa kwa wanakijiji na wafanyabiashara. Hata sasa umekuwa ni mji ambao unatumika sana, na baadhi ya vipande vya mawe vimezingirwa na nyasi pamoja na ukijani, ambayo imebakizwa kwa watembeaji kuhisi historia wanapotembea kwenye barabara hiyo. Na barabara namba sita ni Great North Road iliyopo huko nchini Australia. Barabara hii ni kito cha ujuzi wa kitaalam na imetengenezwa kwa watuhumiwa kati ya Sydney na Newcastle ndani ya New South Wales. Hii barabara inaonyesha utaalam wa zamani wa utengenezaji ikijumuisha mawe pamoja na mahandaki. Baadhi ya sehemu ikihifadhiwa kama sehemu ya urithi japo wengine wanazibadilisha kuwa barabara za kisasa. Na barabara namba saba ilikuwa inaitwa Old North American Road. Hii ilikuwa ni barabara ya muhimu sana ambayo ilitumika na kabila la Blackfeet wakitembea kutokea Kanada mpaka Montana na kuelekea sehemu za chini mpaka Mexico. Barabara hii ilitumika kwa biashara, kusafiri, kuwinda na safari za kiasiri. Baadhi ya mabaki kutoka kwenye barabara hii yamehifadhiwa kwenye makumbusho ya Gracia National Park. Na Barabara namba nane ni Khmer Highway iliyoko huko Cambodia na Thailand. Barabara ya Khmer ilijengwa kwa malengo ya kukutanisha Angkor ambayo ni Cambodia pamoja na Phimai ambayo ni Thailand. Barabara hii ina jumla ya urefu wa kilomita 225. Kimel ilikuwa ni barabara inayotumika na ngome za kifalme, ingawa asili yake ilikuwa ikilalamikiwa kuacha mabaki ya vitu vya kihekaruni na vipande vya barabara vikiendelea kukutwa kwenye hiyo njia. Na barabara namba tisa ilikuwa ikiitwa Persian Royal Road ambayo ilikuwa ikitokea Turk mpaka Iran. Njia hii ilianzishwa na Darius mkubwa kwenye miaka ya nusu ya mwanzo kwenye karne ya tano kabla ya kuja kwa Yesu Kristo. Njia hii ya mababu imeunganisha Sardis ambayo kwa sasa ni Turk na Susa ambayo kwa sasa ni Iran wakati wa mababu ilikuwa inaruhusu mawasiliano ya haraka ikipitia ngome za Kiajemi na zilitumika kwa kufikisha barua pepe. Mabaki yalikutwa njiani kwenye barabara hiyo. Na barabara ya kumi ilikuwa ni Kings Highway iliyopo huko Egypt mpaka Syria. Njia hii ya mababu ilikuwaga muhimu kwenye Biblia na wakati wa Ahadi. Ilikuwa inatokea Egypt kupitia Sinai mpaka Syria. Barabara hii kuu imekutanisha njia nyingi pamoja na watu kwenda kuhiji. Ni kitovu cha biashara na kitovu cha utamaduni. Mabaki ya vipande vya barabara vinatumika siku hizi kwenye nchi za kisasa na barabara namba 11, ni Via Augusta iliyopo huko Spain. Barabara hii ilitungwa baada ya mtawala Augustus. Hii barabara ya Kiroma imeunganisha Cadiz, yaani Andalusia kaskazini, kupitia Catalonia kuelekea mpaka Pyrenees na kufikia Roma. Njia hii ilitumika sana sana kuhamisha wanajeshi bidhaa na utamaduni ndani ya Romania ya Hispania, na hii ndiyo ile moja ya story ambayo nitakujuza na kukusanua e bana. Endelea kufuatilia. e bana. Endelea kufuatilia channel yangu ya YouTube kwa kulike, kushare, kucomment. Until the next time. Bye bye. Pow.